Nadhani tunaweza tukaenda moja kwa moja kwenye ngwa ya pili. Mr. Fortius, karibu. Okay, asante sana, asante sana. Nafikiri leo kwenye market updates uh, vitu ambavyo nitavizungumzia uh, kuna some updates at home ambazo mainly ni baadhi ya economic data ambazo wamezi release nitagusia kidogo kwenye global, uh, market watch na investment tip ambayo inajieleza haina maelezo mengi uh, kabla ya kwenda kwenye hii mada inayozungumzia CMSA and market trust building confidence in Tanzania and capital markets, kwa sababu hii topic hii, nashukuru sana Ezekiel kuipendekeza, kui ni kati ya vitu ambavyo sisi tunakuwa tunaelezea mambo ya finance au mambo ya nini Ha, mtu mwingine ambaye yuko curious anatakiwa kujiuliza, okay, sisi tunaongea kwa mamlaka ya nani? Hawi entitled kuongelea ya mambo, kwa sababu mambo ya pesa yameliza sana watu. Wengi wameingia kwenye desi, watu wameingia kwenye upatu, watu wamekuwa wameshauriwa kwenye mambo ambayo wameingia bila kujua, wakapoteza pesa nyingi. Ndio maana nchi kama hizo zinaanzisha mamlaka ya kusimamia watu ambao wanatakiwa kuongelea hayo mambo. Kwa hiyo sisi, mimi na Kiwelo hapa, tuko kwa kampuni ya Orbit Securities ambayo tuna leseni inayotolewa na CMSA ili kuyazungumzia ya mambo na kuwashauri hawa watu. Kwa hiyo CMSA, nitaelezea kwa kirefu huko mbele kuona ina majukumu gani, na ikitokea huko mtaani mtu anakuletea any idea ya ku, kuomba pesa zako, swala la msingi ambalo natakiwa kumuuliza ni kuhusiana na leseni yake kwamba yuko licensed na hii mamlaka, na kwa hiyo akishaku thibitisha kwamba iko lisensi inakupa confidence na comfort kwamba hapa pesa zangu hazitapotea au siongei na tapeli. Sasa tukienda kwenye updates at home, uh, machache tumeshaongelea ambayo yalikuwa naongelea kuhusu serikali mpya jinsi inavyo consolidate inaanza kuundwa, lakini afi tarehe saba tarehe saba benki kuu alitoa iko monthly economic review ambayo ukiangalia kwenye next page vitu vingi uh, sio uh, vinafanana na vya siku za nyuma kidogo. Kwa kitu kidogo ambacho nimeamua nikitoe nikiweka hapa ni kuhusiana na mwenendo wa mfumuko wa bei. Sasa, kwa bahati mbaya economic review ya benki kuu huwa inakuwa iko nyuma mwezi mzima, tofauti na NBS ambao wanatoa uh, taarifa za mfumuko wa bei siku nane baada ya mwisho mwezi kuisha lakini ukiangalia mwenendo wa mfumuko wa bei hizi nilizoziweka hapa mbili, kitu nilichotaka kuonyesha vizuri, ukiangalia uh, hii chart 2.2.1 inaonyesha zile graph, uh, zile line za headline inflation, energy and fuels, core inflation na food, food na energy, hizo tunazifahamu huwa ziko volatile, lakini mamlaka wakitaka kufikiria ku pandisha au kushusha viwango vya interest rate huwa naangalia core inflation, ambao kwa mwezi Septemba core inflation wakati ilikuwa kwenye declining trend, ni ndogo tu, lakini ilikuwa inashuka, lakini Septemba inaonekana kama imeinua ime kichwa sasa, kama imeinua kichwa, na hii ndio ambayo mamlaka huwa wanaogopa kwamba core inflation ikianza kupanda, ando naweza ikawa na, na pressure kwenye inflation ikasababisha mamlaka waamue ku withdraw some liquidity kwenye economy na uh, ndo hicho kitu ambacho kinaweza ikapelekea ikawa credit cycle ile ambayo tulikuwa tunaifurahia kipindi cha nyuma ikawa imepiki kwaona ukiangalia graph ya hizi histograms hapo pembeni, utaona co inflation contribution kwenye overall inflation imeongezeka kwa Septemba. Sasa hivi contribution yake ni 1.7% kulinganisha na mwezi uliopita ambao ulikuwa ni 1.5%. Kwa hiyo kuna ka, nani kadogo kama ongezeka ambako kutokana na ripoti watakaotupatia ya mwezi Oktoba ndio tutajaribu kuconfirm kwamba je, hiyo ilikuwa ni one off au ilikuwa inaendelea hivyo, mamlaka wanaweza kachukua hatua, lakini kwenye hiyo 2.1 headline inflation ambayo ni ripoti sasa ya NBS ambao alichapisha tarehe kumi na moja nafikiri kuwa tarehe kumi, ya tarehe kumi Novemba ilionyesha kwamba inflation imeongezeka kidogo kutoka 3.4 kwenda 3.5 mwezi Septemba ilikuwa ni 3.4, ambao kimsingi unaweza ukaipata kwenye hiyo histogram, hii grafu ambayo iko kulia hapo. Ukizijumlisha hizo 1.7, 0.2 na 1.5 ndo unapata overall inflation ilikuwa Oktoba kidogo ikapanda 3.5, ambayo sio significant sana. Uh, na of course kuna watu tulikuwa tunategemea kwamba kwa, kwa, kwa sababu ya zile bei ambazo zilispike zili zilipanda kwa kasi hiyo wiki ambayo tulikuwa tuko under shutdown uh, bei ya mafuta bei ya chakula ilispike, lakini uh, inaonekana kama ilikuwa ni one of event yawezi kuaffect uh, long term average ya inflation so far tunaona inflation iko contained kwa hizi takwimu. Next slide. Next slide inaonyesha money supply na contribution ya money supply ambayo tunaona bado credit to the private sector bado ina contribution kubwa sana, ukiangalia hiyo hiyo part ya histogram ya green. Uh, ambayo inakuwa validated na picha inayofuatia hapo kwamba credit to the private sector bado inakuwa kwa rate nzuri ya si 16% na stock ya mikopo ndani ya uchumi unaona jinsi ambavyo Septemba ilikuwa imeongezeka kidogo. Kwa hiyo liquidity bado inazidi kuingia vizuri sana kwenye economy. Uh, sasa ni kazi kwetu ma brokers na ma advisors ili liquidity kuitafutia products ili kuimeza isiye sasa ikakimbilia kwenye mfumuko wa bei isie ikakimbilia kwenye consumption, ikaleta mfumuko wa bei na mamlaka wakaingilia katikati kwanza kuipunguza, lakini so far liquidity ni kubwa na kama alivyo present Kiwelu uh, tumeona subscription ya mnada wa miaka kumi na tano jinsi ambavyo uh, mtani pesa bado ziko nyingi sana. Iyo over-subscription kwenye miaka kumi na tano hatujaishuhudia uh, miaka ya karibuni. Mostly 20 years na 25 years ndo zilikuwa zina oversubscribed kwa kiasi kama hicho, lakini tumeshangaa 15 years kupo nimepunguzwa 3.75, lakini subscription ilikuwa ni kubwa mno, kwa sababu hii liquidity bado ipo, na inawezekana hii liquidity ndio inakuja hata sokoni ya hii volume tunazoziona kwenye stock market eh, bado eh, shares kadhaa bado zinaendelea kupanda. Kwa kwa ujumla, liquidity bado ipo, uh, ni nzuri tu kwa watu wenye products, products kuja kipindi hiki, na usio kasema pesa hazipo mtaani, kumbe pesa kuna baadhi ya watu wanazo mifukoni, kwa hiyo ni kutafuta. Hii ripoti nimekuwa nikipenda ni ni toka nianze kuisikia <laughs> maana yake unaweza ukajiona vyema vimekaza, lakini ukisha kuja kuona hizi oversubscription unajiuliza hii pesa ni ya Tanzania ama ripoti ya dunia hii <laughs> hiyo ni ya Tanzania. Kwa hizo ndio zilikuwa updates zilizokuwa nazo za economic numbers. Tukienda kwenye global market watch, uh, kitu kikubwa ambacho nimekiona ni ni, ni uwimbo wa tariffs na fee tariffs mwaka huu uh, zimeuvuruga mwaka tena. Kuna wakati nilikuwa nashtuka, kumbe Trump hajamaliza hata mwaka ofisini, lakini events na matukio yake alivyoyafanya unaweza kafia amekaa ofisini miaka mitatu kwa hiyo uh, tarif uh, kitu ambacho wamekiongelea Marekani wiki hii au wiki iliyopita uh, ameahidi kwamba anaweza akatoa tarifs dividend uh, kwa sababu tarifs kimsingi ni kama tozo unatoza bidhaa zinazotoka nje. Kwa hiyo treasury Marekani kuna pesa wamezipata, sasa kuna mali siyo kama retweet au ilikuwa ni official kwamba anataka kutoa tarif dividend kwamba kwa Wamarekani wote ambao wana kipato ambacho kiko chini ya dola laki moja kwa mwaka watapewa dividend, yani kwamba watanufaika na hizo tozo. Sasa kitu kama hicho ukiwapa tariff dividend, yani kwamba wananchi wa, wa kawaida mtaani wanapewa pesa uh, consequences ni nini? one of the possibility Tulisha kuona last time wa, wa Marekani walipopewa pesa mkononi, zilikuwa zinaitwa stimulus check wakati wa COVID, inflation ilifumuka. Inflation ilifumuka 2022 2023, ikapelekea mamlaka kuingilia kati kuicontrol, ndo madhara yalifika hata huko kwetu japo Kenya, Ghana, Malawi, Zambia ndo ilishiri kwa kiasi kikubwa, hiyo tariff dividend au inflation ambayo ilitokana na pesa, watu kupewa pesa na kaanza kuchase the same amount of goods kwa hiyo ikae ime, imeleta mfumuko wa bei. Kwa hiyo kama kweli na anasema nataka kuzilipa hizi kabla ya Christmas, kuna hiyo possibility ya madhara kama hayo. Lakini kwenye the same nani song, wimbo huo wa tariffs, kuna uwezekano vile vile mahakama kuu si na finish, Supreme Court inaweza ikamoverrule Trump kwa kuziondoa tariffs zote ambazo wameziweka kwa sababu wanadai yeye ile executive office haina mandate ya kuimpose tarifu. Wenyewe wanadai ni kitu ambacho kinatakiwa kufanyika bungeni na Congress. Kwa hiyo wanataka kuziondoa, na kama wakiziondoa, sijajua kama wale ambao walikuwa wametozwa wanatakiwa warudishiwe. Kama wakirudishiwa, itaweka strain kwenye fiscal position ya treasury ya Marekani. Sijajua impact yake itakuwa nini lakini at the same time ina uwezekano wa kuwa na impact sasa kwenye biashara ya Marekani, kwa sababu kuna baadhi ya sectors ambazo kwa kupitia kwenye tariffs walikuwa wamekuwa protected, matokeo yake wakawa wamepata wamepata some assurance ya employment. Kwa hiyo kama unapoziondoa tariffs, anaenda ku benefit ni yule ambaye siku zote alikuwa na benefit kwa kuto kuwepo na tariffs, ambayo ni China, Vietnam na nchi kadhaa za huko Asia. Kwa hiyo matukio yote yakitokea kuna possibility ya consequences kama hizo. Kwenye tip nimeona nimweke mtu mmoja hapa ambaye uh, wiki hii ametoa kauli kwamba I'm going quiet meaning, inawezekana tena tusizoee kumwona kama tulivyokuwa tumemzoea Warren Buffett, uh, katika one of the uh, memorable quotes ambazo ashae kusema ni kwamba risk comes from not knowing what you are doing Kwa hiyo ni investment tip ambayo tuikamate, ili uwe unafaa kitu unachokifahamu. Kwa hiyo definition ya riski, ndio maana siku za nyuma tunasema risk is subjective. Kama unafahamu, nafikiri ni Warren Buffett au nani ambaye sha kusema kwamba kuvuka barabara hizi riski, ila kama hujafundishwa jinsi ya kuvuka barabara, riski inaongezeka kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndio hivyo, ndio ujumbe.